Kwanza Muleba, kabla sijamkaribisha mgeni, niseme asanteni sana, mmetuheshimisha Kagera, asanteni Muleba. Mgeni wetu rasmi ambaye ni mgombea kwa tiketi ya chama cha mapinduzi, Raisi Dkt. Samia Suluhu Hassan, nachukua fursa hii kukukaribisha katika mkoa wa Kagera na kama kawaida yake Mleba wametuheshimisha wametukaribisha vizuri. Kwa hiyo kwanza umeanza kwa kuwa na furaha. CCM oye! Dr Samia oye! Dr Samia Suluhu Hassan, mgombea uraisi chama cha mapinduzi. Dr Asha Rose Migiro, katibu wetu wa Chama cha Mapinduzi, wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa mliopo hapa nyote, wabunge wa halmashauri kuu ya taifa mlioko hapa nyote, wajumbe wa kamati kuu, waratibu, viongozi nyote, meza kuu, wananchi wote kwa jumla, kidumu Chama cha Mapinduzi. Viongozi mliofika hapa kutoka kitaifa, hapa ni Muleba. Kama mbunge wa Muleba Kusini alivyosema, Muleba tunaita kanda maalum, na tunaiaminia kwamba kura za hapa Muleba ni kura za Chama cha Mapinduzi, lakini sio kura za hisani ni kura za shukurani kwa mambo makubwa yaliyotendeka katika wilaya ya Muleba. Kama ungekuwa unapata nafasi ya kuingia hapa Muleba mpaka huku vijijini, ingawa hawakusema, ni barabara za lami na zinaendelea. Hii ndiyo kata ambayo imepata upendeleo, na nitashangaa ama ningeshangaa kama nisingeona kwamba umati umefurika kama hivi. Mheshimiwa mgombea wetu, mambo mengi yamezungumzwa na wabunge, uliyoyafanya na mengine ambayo tutafanya katika kiawa, kipindi kijacho yameorodheshwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini kwa Kagera ningependa kugusa mambo ambayo yanatuunganisha sote, ambayo yamekuwa kwa muda mrefu, ambayo sasa hivi yanaelekea kupata utatuzi. Kwanza, tulikuwa na matatizo ya kiwanja cha ndege cha Bukoba. Tunashukuru leo umetumia kiwanja hicho, na we ni rais jasiri kwa sababu marais wengine walio wengi wamekataa, tulikuwa tunawapokea Chato. Kwa hiyo tulishangaa. CCM oye! Tunamgombea shujaa amekubali. Nafikiri atakuwa amebishana na wenzake sana, manake kuna vijana ambao wanamwangalia, itakuwa kazi kubwa kumkubalia kwamba atue kiwanja cha Bukoba Manake katika kutua, wale waliokisha kitumia ni rusha roho, unashika hapa, lakini leo ametaka kujionea mwenyewe na akasema kweli. Kwa sababu ya hiyo watatujengea kiwanja kikubwa cha kimataifa cha Abajwa. CCM sisiemu, tunakushukuru mgombea wetu. Mimi nitazungumza machache kwa sababu yako mengi. Cha pili, watu wa mkoa wa Kagera tulikuwa tunalalamika sana kwamba tuko pembezoni, usafiri ni gharama na bei ya bidhaa za madukani ni gharama kubwa. Katika ilani akameliangalia. Sasa wamekwisha anza na karibu wamemaliza ukarabati, wameanza na kumaliza sehemu nyingine ukarabati wa eh, wa bandari zetu mbili Bukoba na Kemondo. Ukamilifu wa hizo bandari una maana meli kubwa itakuwa inakuja sasa, bidhaa zetu ambazo tunazo tunaweza kutumia hiyo meli kubwa na usafiri wa rahisi, kuwa tunakwenda kuziuza Mwanza na kwingine kote katika Mwanza. Lakini jambo kubwa aa, naona hapa ameiweka wanataka ulione, wameiweka hapo. Jambo kubwa ambalo ningependa wananchi wa Kagera walitambue, tumesikia kwa muda mrefu kitu kinaitwa SGR, treni inayokimbia kama gari. Mmesikia wakati mwingine ukisema huku wanakuuliza tuna uhusiano gani kati ya SGR na Kagera? Mama akasema hapana, mtaiona hiyo. Ukarabati umekamilika bandari ya Kemondo, ya kuwa na ma, na, na, na, na mabehewa, tutakuwa na meli za kubeba mabehewa. Kwa hiyo SGR itakapofika Mwanza itakuwa inaunganishwa na hayo mabehewa mpaka Kemondo, kwa hiyo tutaona athari ya bidhaa zetu mkoa wa Kagera itaanza kupungua pamoja na biashara ya kwetu pamoja na Uganda ya Kusini itaanza kuchangamka. Sitaki kuchukua muda kwa sababu mengi utakuwa nayo. Nataka niseme kwamba kwa hayo mkoa wa Kagera sisi hatuna tunachokudai. Umetutekelezea vingi vya kutosha. Sisi tunakungoja uone kwamba asante yetu itakuwa tarehe 29 Oktoba, Oktoba 29, Oktoba. Asante sana. Sasa Mheshimiwa Rais, rasmi sasa nakukaribisha mkoa wa Kagera. Asanteni sana, naomba nimkaribishe.